Habari ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV, kwa majina anaitwa Baraka Jeji Udoba, mimi ni kundi wa local cage kutoka kampuni ya Ufugaji Bora TV. Sisi tunajihusisha na masuala ya utengenezaji wa local cage na mabanda ya kuku ambayo yamezingatia ya vigezo vyote, ni ya kisasa zaidi. Leo tuko kwa mteja, tumeplan banda zuri ambalo linaonekana hapa, na pia tumeshamtengenezea keji ndani yake. Humu ndani tumeweza kufurani keji ya kuku elfu mbili na hapa tunaonyesha upande wa nyuma wa keji ambapo sasa hivi tumeweza kufurani keji zetu. Tunaweka gata za mbele na nyuma, huku ni upande wa nyuma. Hizi system nazoziona ni system za maji, hizi ni nipple system na hizi bati zinazoonekana ni transparent sheet kwa ajili ya kuongeza mwanga ndani ya banda, lakini pia zinaweza kutusaidia kukinga kinyesi ambacho kinatoka kwa kuku wa juu ili wasiweze kufikia kuku wa chini. Kwa hiyo hichi ndicho kinachokinga, lakini kitu kingine, hizi bati zetu zinakuwa movable. Hii bati naweza, unaweza kuichomoa na kuichomeka. Kusudi la kuweka hizi bati zikiwa hivi ah, lengo ni kwamba unapofanya usafi isiwe inakuletea ugumu wewe katika ishu nzima ya ufanyaji wa usafi. Inarahisisha kwa asilimia kubwa, kwa sababu humu ndani tunatengeneza keji za kuku elfu mbili. Tumesha tengeneza ya kuku elfu moja, tayari tumesha ikamilisha. Tupo upande wa pili, tutaonyesha kipindi kinachofuata keji ya kuku elfu moja. Humu ndani mtu kuweza kuhudumia kuku elfu mbili inakuwa ni mtihani sana, kwa hiyo kwa kusaidia kwa kutumia keji hizi inaweza ikasaidia watu wachache sana kuhudumia kuku elfu mbili na kutumia muda mfupi sana. Hizi bati kama ninavyoelezea zinaongeza mwanga katika banda ambalo litakuwa na giza. Kwa hiyo kwa kutumia bati hizi inaweza kusaidia katika kazi mbili, kwanza zikakuongezea mwanga, cha pili zinaweza zikatumika zikatumika kukinga kinyesi ambacho kinashuka kutoka flo ya juu. Issue ah, nyingine ni kwamba hizi gata gata kwa sasa tunatengeneza za pande mbili, maana yake ni nyuma na mbele. Lengo la kutengeneza gata za nyuma na mbele ni kuweza kurahisisha kuku waweze kula kwa nafasi nzuri, na tunajua kabisa ili kuku wetu waweze kukua vizuri ni lazima wawe wanakula vizuri pia. Sasa kuweka gata hizi, lengo hasa ni kwamba wale kuku wale kwa nafasi nzuri, wasiweze kubanana au kupokonyana chakula kutokana na matundu ambayo yatakuwa sehemu moja. Na issue nyingine tume tumetengeneza mfumo mzuri wa maji ambao nimesema ni, ni nipo system. Hizi zinaweza kusaidia sana katika ishu nzima ya ufugaji. Kwa nini? Kwa sababu nipo system, haya maji yanatoka automatically pale kuku wanapodonyoa hizi nipo zetu, otherwise huku hawawezi kuchafua ya maji wala hawawezi kupata maambukizi ya magonjwa ya aina yoyote yanayosababishwa na maji yanaotokea. Um, ya tunafundisha vipindi vingi sana kuhusiana na masuala ya mabana na ufugaji wa kisasa zaidi. Kama unafuga fuga kibiashara, unapaswa uwe na arrangement nzuri au mpangilio mzuri wa mambo yako au matukio yako kabla ya kuanza kufuga ni lazima ujue kitu gani unatakiwa uanze nacho kwanza ni miundombinu nafikiri kipindi kinachofuata nitaelezea vizuri kuhusiana na ishu ya mpangilio wa miundombinu uanzie wapi na uishie wapi na local cage zetu sisi hizi ni bora na zinadumu kwa muda mrefu ambazo tunatengeneza kwa kiwango kizuri tuna mafundi ambayo wamegodea katika hii kazi na pia tuna watu wa ambao ni washauri. Sisi tuna madaktari washauri ambao wanaweza kukupangilia vizuri mradi wako kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kugharama na fundi. Kama unahitaji kufanya mradi wa ufugaji wa kuku lakini hujui utaanzia wapi na utaishia wapi, sisi ufugaji bora, namba zetu zipo hapo, tupigie simu tuweze kukupa maelekezo. Na pia kama unahitaji kufanyiwa survey kuhusu suala la miundombinu, kwamba ujenge wapi banda lielekee wapi uanzie wapi uishi wapi, tukupe quotation kufanyaje, tupigie simu. Sisi tunakuja mikoa yote ili kusudi tuweze <coughs> kupeana mawazo, tupeane mwanga namna ya maandalizi ya ufugaji. Kwa hiyo sisi tutakuja tukufanyia survey kwa gharama ndogo sana, ambayo ya kama bure. Kwa hiyo mtakapokuwa umetupigia simu, sitafika site, tutaweza kuzungumza, tutakushauri kufanya nini, kipi cha kuanza nacho, kipi uachane nacho, kipi cha kuzingatia ambacho kitakuletea na manufaa. Na kuhusu ishu nzima ya ushauri kwamba ufuge kuku wapi wanaendana na soko sasa hivi, sisi tutakushauri. Na kuhusiana na kesi ya wewe kama uh, kijana ambaye unahitaji kujifunza kuhusiana na masuala ya utengenezaji wa keji, basi pigie simu Ufugaji Bora. Sisi tutakuja mpaka hapo ulipo. Labda unahitaji wewe mwenyewe ni fundi, lakini unataka upewe maelekezo namna <coughs> ya na kuweza kufanyaje kutengeneza keji. Sisi tunaweza kukufundisha hapo hapo uh, site kwako tuwa kufundisha kugharama nafuu, ni lengo letu sisi hasa, tutegemeze hmm, vitu ambavyo vitakuwa vinatija katika maendeleo ya baadaye. n katika chaneli zetu sisi tunazungumzia vitu vingi sana tunazungumzia masuala ya keji, masuala ya mashine, miundombinu, ushauri namna tofauti. Sasa, hili hivi vyote visiweze kupita. Wewe mpendwa mtazamaji ambaye huenda umetazama leo video zetu na huenda umekutana nazo leo na vipindi vingi sana ambavyo tunavirusha hewani kila siku ambavyo vinakufikia wewe kwa njia ya YouTube. YouTube channel yetu ni Ufugaji Bora TV. Ya unaweza ku subscribe hiyo channel yetu ili ukaweza kupata vipindi zaidi. Kwa hiyo sana kwa kweli vipindi vyetu utakuwa wa sasa kupata hivyo vipindi aa, na ukajifunza barabara ukiwa nyumbani kwako, kwa elimu zako tu. Karibu sana Ufugaji Bora TV, asante.